Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky amesema vikosi vya Russia vimeendeleza mashambulizi nchini Ukraine ambapo usiku wa kuamkia leo Alhamis vimelipua maeneo mbalimbali nchini humo ikiwa ni siku moja tangu Marekani ithibitishe kuwa imesitisha kutoa ushirikiano wa taarifa za kijasusi na Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limeripoti kuwa droni takriban 112 na makombora mawili ya Russia yalirushwa usiku kucha, ambapo droni 68 zilidunguliwa huku 43 zikipotea hewani. Jeshi hilo lilisema kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wa nne na kujeruhi zaidi ya 30 huku yakisababisha uharibifu katika maeneo ya Kharkiv, Sumy, mkoa wa Odesa na Dnipropetrovsk nchini humo. Huko Dnipropetrovsk, kombora la balistiki lilipiga na kuharibu hoteli katika mji wa Kryvyi Rih, mji alikozaliwa Rais Volodymyr Zelensky. Na vipande vya video vinaonyesha maofisa wa uokozi wakiendelea na jitihada za kuwanasua walionasa kwenye vifusi eneo hilo. Maofisa wa kikosi hicho wameonekana wakifanya kazi kwenye eneo la tukio ambapo jengo la hoteli liliharibiwa na shambulio la kombora la Russia, katika mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine, mjini Kryvyi Rih, mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine. Nanuku, Russia ilishambulia hoteli ya kawaida kwa kombora la balistiki, rais aliandika kwenye mitandao ya kijamii kwa maana ya X, zamani Twitter. Watu wanne waliuawa na zaidi ya wengine 30 walijeruhiwa, aliongeza rais huyo. Shambulio hilo lilitokea muda mfupi baada ya kundi la wahisani la mataifa ya nje kujisajili katika hoteli hiyo, alisema Zelensky. Hakuna aliyepata madhara kati ya wahisani hao. Lazima kusiwe na mapumziko katika shinikizo dhidi ya Russia ili kustisha vita hivi na ugaidi huu dhidi ya maisha, aliandika Zelensky kwenye mtandao huo wa X, zamani Twitter. Mashambulizi ya makombora ya na droni kutoka Russia yamekuwa tukio la kila siku nchini Ukraine na nchi hiyo inategemea sana silaha za ulinzi wa anga kutoka mataifa ya Magharibi kukabiliana na makombora hayo yanayotokea nchini Russia. Uamuzi wa Rais Donald Trump wa kusitisha msaada wote wa kijeshi na kushirikiana na taarifa za kijasusi na Ukraine umeibua wasiwasi kwamba ulinzi wa anga wa Ukraine utakuwa dhaifu katika siku, wiki na miezi ijayo. Kusitishwa huko kulikuja baada ya majibizano makali kati ya marais hao katika ofisi ya Oval White House Ijumaa ya wiki iliyopita, maofisa wa ikulu ya Marekani wamependekeza kuwa kusitishwa huko kunaweza kuondolewa ikiwa Ukraine itachukua hatua za dhati za kwenda kwenye meza na Russia ya mazungumzo na Russia takwambalo Zelensky amemwandikia barua Trump akisema yuko tayari kulitimiza. Kabla ya kusitishwa, ushirikiano wa kijasusi kati ya Marekani na Ukraine uliiwezesha Ukraine kutoa tahadhari mapema kwa maeneo yaliyolengwa kabla ya mashambulizi ya droni na makombora ya Russia. Kufuatia, kufuatilia ndege za kivita za Russia zikiondoka, droni zikizinduliwa na makombora ya kirushwa. Ofisa mmoja wa kijasusi wa Ukraine aliambia ABC News Jumatano kuwa kusitishwa huko kunahusisha pia kusimamisha ushirikiano katika picha za satellite za Marekani kupitia shirika la ujasusi la ulinzi la DIA. Zelensky tayari amesafiri kwenda Brussels nchini Ubelgiji kukutana na viongozi wa Ulaya siku ya leo akitafuta msaada zaidi wa kijeshi na kisiasa kutoka mataifa ya Magharibi. Rais huyo ameendelea kuomba mifumo zaidi ya ulinzi wa anga, suala ambalo limekuwa na dharura zaidi kufuatia kusitishwa kwa msaada wa Marekani. Mkuu wa CIA John Ratcliffe alisema Jumatano kuwa Trump aliomba kusitishwa na ameahidi amani katika eneo hilo. Lacroix alipendekeza kuwa kusitishwa huko kulisababisha tamko la Zelensky kwamba tuko tayari kufufua mazungumzo ya amani kati ya pande hizo Nanuku. Kwa hiyo nadhani katika upande wa kijeshi na kijasusi kusitishwa huko kuliko ruhusu hilo kutokea, nadhani kutakwisha, aliongeza Lacroix, mwisho wa kunukuu. Trump amekuwa akirudia na kuwa uongo kuilaumu Ukraine kwa kuanzisha vita dhidi ya Russia huku akijaribu kudhoofisha uhalali wa Zelensky kama rais. Ikulu ya Marekani inashinikiza Ukraine kubali makubaliano ya kumaliza mapigano na kutia saini mkataba wa kutoa haki za Marekani kupata rasilimali za madini za taifa la Ukraine. Katika taarifa ya Jumanne, Zelenski alisema mkutano wa White House uliojaa mvuto ulikuwa kusikitisha na mnuko. Ukraine iko tayari kukaa mezani na kwa mazungumzo ya haraka iwezekanavyo ili kuleta amani ya kudumu na karibu, alisema Zelenski, huku akiongeza kuwa hakuna anayetamani amani zaidi ya raia wa Ukraine. Mimi na timu yangu tuko tayari kufanya kazi chini ya uongozi madhubuti wa rais Donald Trump kupata amani itakayodumu, mwisho wa kunukuu, alisema Zelensky ambaye ni rais wa Ukraine. Jina langu ni Mgongo Kaitira, endelea kufuatilia Mwananchi Digital.